Asante Gabriel Zakaria ni kukaribisha mtazamaji wa TBC1 katika habari za michezo na burudani asubuhi hii. Wanachama wa klabu ya Yanga wamekubali kumkodisha logo na jina la timu ya Yanga mwenyekiti wa ya Yanga Yusufu Manji kwa muda wa miaka kumi ambapo klabu ikipata asilimia ishirini na tano wakati Manji akipata asilimia sabini na tano katika faida itakayopatikana katika biashara hiyo, lakini pia mkutano huo ulikubali kuwafuta wanachama wajumbe watatu wa, wa kamati ya utendaji ya klabu hiyo. Mwandishi wetu Saumu ana simulia zaidi. Mkutano wa dharura wa klabu ya Yanga ulioitishwa na mwenyekiti wa Yanga Yusuf Manji umefanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Baada ya kufunguliwa kwa mkutano huo, mwenyekiti wa Yanga aliwaeleza wanachama mambo mbalimbali ya klabu hiyo, lakini akaja na hoja ya kuwavua wanachama wajumbe watatu wa, wa, wa kamati ya utendaji ambao ni Ayubu Nyenzi Salum Kemi pamoja na Hashim Abdallah kutokana na kukiuka utaratibu wa Yanga, ambapo wanachama wakaridhia wajumbe hao kufutwa wanachama na kuondolewa kwenye ujumbe ni mwanafiki. Mwingine ni anatarajia hela za milangu. Mwingine alikifanyisha siti kufukwa tano bila sisi mchagua wetu. Baadaye mwenyekiti huyo akaja na hoja ya kuwaomba wanachama wa Yanga kumkodisha logo pamoja na jina la Yanga kwa muda wa miaka kumi na kuahidi kuendesha klabu ya Yanga bila msaada wowote kwani kila kitu itagharamikia yeye, ambapo wanachama hawa wakakubali kumkodisha. Na nembo ya Yanga ikikuwa hasara, mimi nitalipa, ikikuwa faida, asilimia ishirini na tano ya faida inakuja kwenye klabu. Lakini mjumbe wa baraza la wadhamini Yanga Francis Kifukwe akawataka wanachama kutulia mpaka wakutane na wajadili iwapo Manji atakubaliwa. Lakini baadhi ya wanachama wakawa na maoni tofauti. <tipa> Ya Yanga aja, aja na yange haujatimia. Wanachama wangapi wako wangapi? mia sita mia saba nchi nzima? Hii swala mpaka watu wapewe wajadili, waangalie anasema nini. Kwa nini haikodishwe timu wakati kishakuwa mwenyekiti miaka minne? Ina maana ameshindwa kuongoza. Sasa tumefika kwenye maamuzi kwa ile mwemko kwamba Simba juzi wamefanya hivi na sisi lazima tufanye leo. Hatukatai kupangisha kwa sababu ni faida na watu wanataka furaha, lakini ilitakiwa kuwe na kipindi cha kuangalia, ungeenda kwamba bwana tumeruhusu, ikatengenezwa utaratibu baada ya kupangisha nini kitakachofuata na klabu itapateje, kwamba mapato yake yako hivi. Yanga imemiliki brandi yake kwa maana ya logo ni zaidi ya miaka 85 lakini klabu kama klabu tuko vile vile hatujanufaika kibiashara. Kwa hiyo tuone, miaka kumi, miaka kumi ni mingi, lakini si mingi. Tuangalie wewe, kwenye mfumo wa kuendesha kibiashara klabu itapata faida gani? Tukiona tumepata faida, tutajua ni mfumo mzuri, tutaendelea nao. Lakini tukiona kama tumepata hasara, tutaodi kwenye klabu yetu, kwa sababu kikubwa hatujammilikisha, tumemkodisha. Asilimia ishirini na tano ambazo zitatolewa kwa klabu zitatumika kujengea uwanja wa mazoezi ambao pia unaweza kutumika kuchezea mechi. so, Mavura, TBC Dar es Salaam.